Ana mkono wake Chid Benz sana sana. Tunapozungumzia mziki wa Tanzania, bahati mbaya wa Tanzania wenyewe, ngekuwa kule Marekani tunamzungumzia Chidi kama Mcama. Kwa hiyo ndo waanzilishi. Kwa hiyo Tanzania hapa tuna mambo ya kupuuza puuza watu na mambo ya kupuuza puuza watu, lakini kuna watu ndio wamefungua njia ya watu kuja kupata riski sasa hivi hmm. hmm. Eh, kwa hiyo ameondokewa na mama. Kwa hiyo mama yake Chidi ni mama yetu sisi wote kwa hiyo wasanii wa hip hop, wasanii wa bongo movie, wasanii wa riadha, wasanii wa mpira wote ni baba huyu mmoja. Kwa hiyo tumeondokewa na mama, tumeondokewa na mama mama ametangulia mbele ya haki. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maamuzi yake, sababu hakuna mtu anayepingana na Mwenyezi Mungu, muda ukifika utaenda. Lakini pili, kwa Chidi, nilitamani kwa sababu Chidi ni mtu wa watu, benzi, mtu wa watu, anacheka na watu, ana utani mwingi. Leo ndo tunampumzisha mama yake. Niliamini katika kichwa changu kwamba Bongo Fleva yote itakuwapa lakini kuna tunajifunza, kuna washikaji wa baa, washikaji wa kuzikana. Lazima hata wenyewe wajifunze wadau, kwamba kuna ushikaji wa baa, kunywa pombe, kuharibiana maisha maake. Mtu anayekuelekeza kwenye, kwenye kunywa pombe anakuharibia tu life, hamna chote cha maana. Kwa hiyo tunajifunza, nimewaona hapa wakongwe kabisa, mmwona Suma hapa mona Babu hapa mona Banana mona Misosi mona Kalama, wengi siyaona long time hapa, naye nguli Askofu hapa. Lazima tukubaliane kubebana, lazima tukubaliane kuzikana, lazima tukubaliane kukimbiliana. E, aliyekufa ni mama yetu sote, sio mama yake Chidi. Kwayo linapotokea la msanii yoyote ambaye mama yake ametangulia mbele yake. Kuna vitu vinne ukifiwa hivyo mzee, hatari ya, ya kwanza baba yako na mama uh -huh. yako au akifariki kiboko kabisa, lazima tukimbiliane. Cha pili mtoto wako au mkeo, wa nne na cha tano ni wewe mwenyewe. Hiyo saiko haikimbiliki, ya wazazi, mke, mtoto haikimbiliki. Kwa kwa hiyo inategemea sana sasa ile ambushi ya watu waliokuzunguka kukupoza, ndio sisi sasa. Kwa hiyo niwaombe wasanii wote tusiwe wepesi sana, kwa sababu Chidi hapa ingekuwa mm -hmm. sehemu ya kinywaji, wazani wote wangeme Chidi ye, jo, jo, jo, lakini leo kafiwa na mamaake, ana mama mwingine tena, ndio huyu mamaake. Mimi nilitamani hapa nisema hapa pamefula na tulazimishi mtu kuja kuzika, lakini kifo <laughs> akikupishi kipo kwako na kwa mtu yoyote, kipo kipo kifo. mm -hmm. Kwa hiyo jiandae wewe star sana jiandae, kikija kwako, unaishi vizuri na watu. Wewe ukiwa na formula ya kujiona pesa sio watu, kuja unaweza ukawa fiwa na pesa yako watu wasije vilevile au vile. unaweza ukawa na, na, na, na, na mahusiano mazuri ya baa, lakini sio mzikaji. Kwa hiyo mimi kwangu naona kama tuliokuja hapa, kwanza niwashukuru wasanii wa Bongo Flava waliokuja hapa, wa zamani wote mmeonyesha uwezo wa kupendana sana. Hakuna binadamu mkamilifu. Chidi ana mazuri yake, ana mabaya yake, lakini sisi tumefiwa na mama. Mama wa Chidi ni mama yetu sisi. Kwa hiyo niwaombe sana wasanii, tusiwe wazito kwenda kuzika. Kuzika ni ibada namba moja. Lakini namba mbili tumwambie sasa Chidi Benzi amekuwa mama, ameondoka, hivyo ndio baba Ye ndo mama, anatakiwa awe mtu mzima sana, akue sana Chidibenzi, yale mambo yake ya kitoto, kitoto, na ndo maana Mungu kampa kitambi. Unapopewa kitambi ni majukumu yale <laughs> hey, yale ni majukumu sheke, upewi kitambi kama una majukumu, maana kitambi lazima watu wa kuamini kutokana na kitambi chako kwamba huyu mtu ana akili timamu, ana uwezo wa kulea familia. Ukiona una kitambi bado uaminiki vizuri sana, ukiona ukiona na chakwa mbali basi hapo naanza kufanyaje? Kwa hiyo Chidi ndo baba, ndio mama kwa historia ya familia yake. Hapa tunaamini atalea familia hii, tunaamini atakuwa na vitu vya ujana ujana, tena tunaamini atakuwa strong kusimamia familia, atamwenzi mama yake kwa amani na utulivu wa kusimamia familia yake. Sawa, Steve, uh, hii hali inaonekana kama imekuwa ni mazoea sasa kwenye misiba kama hivi tunapokutana ni zimekuwa ni kelele hizo hizo kwamba wasanii ni wazito, wasanii wabadilike. Unadhani nini cha ziada kifanyike ili kujaribu kubadilisha hizi mentality kwa kutoka kwa wasanii wetu wa labda? Huwezi kuzibadilisha kwa sababu wasanii wanaishi maisha sio yao. Eh, huwezi kuzibadilisha. Ni kiasi tu cha kumwomba Mwenyezi Mungu. Ukisema wasanii wanaishi maisha sio yao una maana gani Steve? So, wanamfata mtu ambaye wanaona kuna manufaa ndo utakuta amejazana kibao. Manufaa siokuwa naye tu mm. kwani chijibenzi wako naye wanamfata mtu mwenye manufaa, mwenye matolewa we hapa kipato, eh, kipato umaarufu nini. Unajua umaarufu na stage mm. ni kama malaria tu, malaria na grade 1 na grade 2, na grade 1 ndo ile unangoka Grade 2 ndio ile unalazwa unaongezwa na drip ile grade 2. <laughs> wanaamini wana, wana kuna potential mm. E, mimi nimefurahi sana kuwaona wasanii wa Kongo wako pamoja, inawezekana watu wawakwambii kwamba ni mmoja kati ya vijana ambao unao u una kalama ya kuwaunganisha vijana wenzako ili waepite kwenye njia ambayo ni salama. Huoni kwamba ukitumia platform yako kama Steve, ukazungumza na wasanii kwa kutumia peji zako, kwa kutumia urafiki wako ana kwa ana, kuambia namna ambavyo mmoja akipata matatizo kumkimbilia, ni jambo la msingi sana, kwa sababu matatizo yanakuja kwa kila mmoja. Mtu aliyepitiliza, serikali sio ajinga kusema miaka kumi na nane ukipita unaweza kushtakiwa mtu aliyopitiliza miaka kumi na nane huwezi kumlazimisha kitu ambacho anakijua kabisa mbele naye kitamtokea. Sijui umeelewa? hakuna mtu wa, amna mtu anayepuka kifo, ni muda tu, na sisi ni muda wetu wa kupendana sana kwa sababu tuna muda mchache wa kuishi, tuna muda mchache mno wa kuishi. Na hii sio kwa ajili tu tukimbiliane kwa sababu Chidi kafiwa. Hata nyinyi waandishi wa habari mkifiwa, tunatakiwa tuwakimbilie kwa sababu ni wadau wetu katika taifa hili. Kwa hiyo mimi nadhani nawaambia kabisa kwamba wasanii jiungeni, hakikisheni mnakimbiliana kwenye matatizo. Leo mimi niliamini hapa Chidi hapa pangefurika kwa sababu Chidi ni mtu wa watu. Chidi amesaidia watu wengi. Kusaidia sio kwamba kukupa hela, kusaidia ni kushirikiana na wewe, kushiriki kwenye matukio yao. Chidi ni mtu ambayo huwezi yani, kumzungumzia Chidi vibaya na matatizo. Ni mtu napenda utani na nini yani ni mtu mzuri na hasa katika kipindi hiki anachopitia ni kipindi ambacho tunahitaji kumkimbilia Chidi Benz. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba wasanii wa Tanzania umsiba ungetokea Kinondoni shughuli ingekuwepo. Ungetokea Mbezi Beach shughuli ingekuwepo. Lakini umetokea ukuchanika mtu akipiga hesabu chanika mara mafuta. Anamtumia tu message Chidi, pole la milele umpe bwana inna lillahi, ya nini sijakuona kuna mwingi, kuna muda mwingine inna lillahi na Mungu amweke mahali pema vimati, kama sijakuona rafiki yangu rafiki. Hey, kwanza lazima uwepo afu mwambie bwana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, mashaallah, hata Mwenyezi Mungu anaipokea. Kama ulishawahi kupata bahati labda kipindi cha uhai wake mama yake Chidi Benz, labda ushawahi kukutana. Ya hilo nisiongope, sijawahi kukutana naye, lakini ni mama yetu, mimi mama wa banana zoro, mamaangu mimi. Mama wa spektaru ni mamaangu mimi, mama wa yai mamaangu mimi. Mama yes, mama mimi, mama wasogi mamaangu mimi, mama wasogi, mama kwa sababu yule mama amemzaa mtoto ambaye ametukutanisha katika maisha yetu ya kutafuta riski. Ni mama, ni mama, narudia tena, ni mama, mama wa Chidi. Msiba wa Chidi yeye atalia sana, ni mamake mzazi. Mimi nitakuja kumpoza Chidi kwamba ni mama yetu, mochanimii, ni mtoto wa nje. mm -hmm. Hey. Kuna namna ambavyo watu wanasema kuna ubaguzi. Wasanii wa zamani ambao wamechonga barabara wanapopata matatizo wasanii wapya kuwakimbilia na kuwa shida, tofauti na wewe, jinsi ambavyo unajitoa kwenye misiba mingi, kwenye shida nyingi, kwenye, kwenye raha nyingi, unaonekana kwa namna moja au nyingine bila kujali huyu ni nani na ni wakati gani. Labda neno lako ni lipi la kuwakumbusha kwamba kuna jambo la muhimu kushikana inapotokea? Ndio maana tunawakumbusha hapa, wasanii wapya wana jukumu ya kuwapa heshima wasanii wa zamani na heshima mojawapo ni kuwakimbilia nyakati za shida, na shida mojawapo ni hizi hapa kwenye misiba, na ndugu zangu ubeche